Wamenufaika na visima viwili vya maji na kupanuliwa kwa bomba la maji safi. Mradi huo utasaidia zaidi ya familia mia tatu, huku mradi wa Kigaleni huko Kinondo ukitarajiwa kusaidia zaidi ya wakazi elfu mbili. Kufikia sasa, serikali ya kaunti ya Kwale imechimba zaidi ya mabwawa 40 ya maji katika maeneo ya Kinango, Samburu na Lungalunga, pamoja na uchimbaji wa zaidi ya visima 40 vya maji. Hapa, ama tuko kule. Eh, wa huu na mkutano huu ni mkutano mfupi kabisa wa kuweza kuwakabidhi mkandarasi ambaye ataweza kutuchimbia bohole hapa, baadaye aweze kututengenezea mahali pa kuweka tanki ambayo tutaleta tanki la lita elfu kumi ili wananchi waweze kupata maji kwa urahisi. Kwa hivyo mkutano wa leo si mkutano mrefu, ni mkutano tu wa kuwapatia watu wa Moshini uh, riski hii ya maji, kwa sababu maji ni uhai. Sisi tunakushukuru sana madam kwa kuleta huu msaada wa maji, ilikuwa watu wetu wanapata tabu na maji.